Kwenye kurasa za miradi yayo tumeokota habari, inasema hivi manne yakatariwa, moja la kubaliwa hey. Yani, ombi la kwanza likakatariwa, la pili likakatariwa, la tatu naro likakatariwa, la nne hey. Mheshimiwa hey! wakili akauliza la hey, nne mheshimiwa hey. Hakimu akasema naro limekatariwa. Wakili akafuta jasho, sasa la mwisho mheshimiwa hey. Hakimu akajibu hilo tunalikubali. Wakili akafurahi kwa furaha sana hey. Akasema, asante sana mheshimiwa kwa kulikubali hili la mwisho. Akamuuliza, hilo la mwisho ni lipi mheshimiwa? Hakimu akajibu, ombi la kuahirisha kesi mpaka kesho. <tos> <tos>